Jeshi hilo liko katika kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Theresia Mdendemi ambaye ni mkuu wa dawati la kijinsia na watoto mkoa wa Singida ametuambia lengo kuu ya ziara hiyo pamoja na maafisa wengine wa jeshi la polisi. Ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, lakini lengo kuu la hizo siku za sasa kupinga wa ukatili kwanza ni kutoa fursa kwa wanawake, wanaume na vijana waweze kuelewa madhara ya ukatili katika jamii, lakini pia kutoa fursa kwa asasi za kiraia za Serikali kwa ujumla kuona kwamba ukatili hauvumiliki, lakini pia ni jukwaa ambalo linatoa fursa kwa watu wote kuweza kuongelea masuala ya ukatili ili kuweza kuyapunguza hapa katika siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia. Katika maadhimisho haya ndani ya siku kumi na sita tumekuwa na shughuli mbalimbali tukizifanya. Tumeweza kutoa elimu katika redio, lakini tumeweza kufika mashuleni na vioni, na siku ya leo tumefika mahali hapa kufanya shughuli za mikono, lakini vile kuwaona wagonjwa lakini pia tumeweza kutoa zawadi zetu zenye zawadi zenye thamani zaidi ya shilingi milioni mbili ikiwa ni vifaa kwa ajili ya watoto lakini vifaa tiba lakini vile vile vifaa kwa ajili ya usafi. Awali ya yote napenda kuchukua nafasi kwa hii kuwashukuru washukuru wote washiriki TPF net kutoka wilaya zote mkoa wa Singida e, pamoja na na wenyeji wetu hospitali ya wilaya ya Mkalama e, katendo iliyofanyika ili i ambalo si tunasema ni tendo la huruma askari wetu wa kike pamoja na majukumu yote walionayo, wakaamua leo kujitoa kuja wilaya yetu ya Mkalama kwa ajili ya kuja kuwatembelea hospitali kuangalia wagonjwa hasa watoto na wanawake nawe. Kwa hiyo nao nipende kuwapongeza kwa hilo, wamejituma sana. E, sio kwamba ni mapambano tu labda ya nini. Hapana, jeshi nao liko karibu na wananchi, na ndio maana umeona leo baadhi ya wawakilishi wa askari wa kike wamefika hapa wakiongozana na maafisa wao. Hii yote kwamba polisi wako karibu na wananchi. Je, wenyeji nao wanasemaje juu ya ujio wa jeshi la polisi? Nishukuru jeshi la polisi kwa kuweza kututembelea na kufika na kutoa zawadi mbalimbali ambazo zimetolewa kwa wateja wetu na wagonjwa wetu kwa ujumla. Pia tumepokea vifaa vya usafi, vifaa tiba vifaa vingine. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuja wewe na kutambua uweko kwa sa ya wilaya ya Mkalama. Tumefurahi sana.